Kwingineko, familia ya Mkenya John Okoth Ogutu aliyeuawa jijini Dar es Salaam, Tanzania, wakati wa machafuko ya uchaguzi inasema bado haijapata usaidizi wa kupata maiti yake. Familia ya Ogutu inasema wamekuwa wakihangaishwa na ahadi tupu kwa wana, kila wanapofika kwenye idara za serikali kutaka mwelekeo. Wanaharakati wa Kenya sasa wakimtaka Rais Samia kuwajibikia machafuko hayo. Wiki tatu baada ya kupigwa risasi wakati wa machafuko Dar es Salaam, Tanzania, familia ya John Ogutu bado haijapata majibu kuhusu uliko mwili wake. Wanadai kuhangaishwa na serikali ya Tanzania. It is very ni majibu ambayo yanavunja moyo sana Serikali ya Kenya na serikali ya Tanzania waungane wawe kitu kimoja, ili watuletee mwili tupate kuzika. Hiyo ndiyo ombi ambapo tunaomba sana, kwa kuwa mama nyumbani ana uchungu mwingi. Wakishtumu matamshi ya Rais Samia Suluhu kuhusu msamaha, familia ya Ogutu inataka haki, wakisisitiza mwana wao aliuawa bila hatia. Juzi nilisikia Samia Suluhu akinaku, akinukulu Bible. nami pia nitamwambia aende katika Bibilia ambapo alinikuu akasome kitabu cha Waibrania kumi ishirini na sita hadi 30. Mungu peke yake ndio ana haki ya kutoa uhai wa binadamu mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yakikashifu serikali ya Suluhu, wakidai licha ya kuahidi maridhiano bado inawakandamiza wananchi. Samia Suluhu aweze kukubali kutoka mamlakani ili tuweze kuhakikisha kwamba amechunguzwa kikamilifu, na tunaitaka koti ya kimataifa iweze kuingilia kati na iruhusiwe haraka iwezekanavyo ianze uchunguzi. Familia ya Ogutu imeongeza kuwa rafikie aliyetoa taarifa kwao hajulikani aliko kwa wiki moja sasa, hali inayowatia hofu. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.